Nam, karibu kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso. Mwezi Januari, serikali ya Kenya ilisaini mkataba wa ushirikiano wa kibiashara na nchi ya Falme za Kiarabu kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili katika masuala mbalimbali. Hata hivyo, mkataba huu umezua hofu katika taifa hilo kuhusu uwekezaji wa, wa nchi hiyo ya Falme za Kiarabu kwenye sekta ya afya. Wachambuzi wa mambo na wanaharakati wanalitaka bunge nchini humo kupitia kwa makini na kutoidhinisha mkataba huo kama ulivyo. Hata hivyo, serikali ya Kenya inasifia mkataba huo, inasema kwamba utafungua fursa ya uwekezaji, lakini pia raia wake watapata kazi ama ajira katika nchi hiyo. Ni kwa nini mkataba huu una utata? Nini kiko nyuma ya mikataba ya kimataifa ambayo imekuwa ikisainiwa hivi karibuni nchini Kenya. Hapa studioni naungana naye Edgar Odari, yeye ni mkurugenzi mkuu wa Econews Africa. Hili ni shirika ambalo linahusika na utafiti maswala na mbali mbali ya sera na utoaji elimu kuhusu maswala mbalimbali ya biashara, uwekezaji na usimamizi wa rasilimali katika mataifa ya Afrika na kwingineko duniani. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Lakini pia ungana naye Torosterdt Alenga, yeye ni mchambuzi wetu wa siasa za kimataifa na masuala ya uongozi. Karibu sana. asante sana Victor, na nianza nawe bwana uh, Odari, ni kwa nini hu mkataba unautata uh, hasa kwenye uh, swala hili la uwekezaji wa sekta afya nchini Kenya? Mwanzo kabisa wajua, mkataba mkatabawa waki uchumi kati ya mataifa wa mawili unafaa uwe una manufaa kwa nchi zote mbili. Jambo la kwanza na mkataba huu ni kwamba ile kuna kile kipengele ambacho kinasema kuna ufunguzi wa biashara za Kenya kwenda kufanya kwenda kwen..., kwa mfano vile vitu ambavyo Kenya inapeleka nchi za ugeni, kupeleka vitu vyake katika nchi za milki za Kiarabu, hiyo haipo lakini ukiangalia katika sekta ya afya kuna vipengele ambavyo vinaenda kusababisha ile hali ya kupata madawa iwe ni vigumu sana katika nchi yetu. mm. Naam. Sasa kwa mazingira kama haya uh, unafikiri mkataba huu ulisainiwa katika mazingira gani? Kwa sababu kama unaegemea upande mmoja, nafikiri mikataba hii ya kimataifa inapaswa kuwanufaisha wananchi wa mataifa mawili. mm. Uh, labda kabla sijaja kwa bwana Alenga. naam nafikiri uh, sielewi ni jinsi gani wa wale ambao walikuwa wanafanya mkataba upande wa Kenya walikubali kusaini vipengele kama hivi katika mkataba huo. Ni jambo la ajabu sana, maanake ukiangalia ni kama jamaa hawakuwa wamefanya chochote pale. Na katika hivi vipengele, kuna vipengele mwanzo kabisa kusema kwamba Kenya iweze kupeleka bidhaa zake katika nchi falme za Kiarabu. Hiki kipengele hakipo, so kama hiki kipengele hakipo na unasema unaenda kuwapatia mwanzo kabisa Falme za Kiarabu, inafaa tujue hazina kampuni za madawa. Sasa kama hazina kampuni za madawa, mbona zinakuja hapa kusema kwamba wanataka kufungua sekta ya afya ili waweze kuuza madawa? Kwa wengi wetu itakuwa ni vigumu sana mm. Mm. Na, uh, bwana Lenga, nayo pia umefuatilia kwa karibu sana uh, huu mkataba ambao umeleta sintofahamu uh, nchini Kenya, umezua mjadala mkubwa sana wewe kwa tathmini uh, yako, nini ambacho nafikiri kimetokea, kwa nini kuna hii hofu katika mkataba um, huu na katika utekelezaji wake? Uh, nafikiri mwanzo kabisa Victor ni kushukuru kwa kunialika kwenye shoo yako siku ya leo, na pia kuzamia tu maada ya siku ya leo, ni kwamba mikataba ya kimataifa ambayo inahusu mataifa mawili au zaidi huwa ina ibara ambazo zinampa yule mwenyeji uh, vitu ambavyo anaweza kujivunia katika ule mkataba. Hapa kwetu tunaona kwamba maswala hayo hayajazingatiwa vilivyo, uh, ikiwa kwamba Wakenya hawana uwezo kuweza kuingia katika nchi zile za Falme za milki za Kiarabu kuweza kufanya kazi na kufanyiza ujuzi wao wakaweza kulipwa. Uh, katika ajira hawajafungua eh, uh, hiyo sehemu. Uh, pili ni kwamba unapotizama, basi mwanzo wa kitu ndio husema mambo mengi kuhusu hicho kitu. Mkataba huu kama ilivyo kawaida ni wa kibiashara, basi ungepigwa sahihi na yule waziri wa biashara, lakini hapa kwetu huu hu, uh, mkataba ulitiwa sahihi na waziri wa maswala ya nchi za kigeni.